umetimiza yale ya kufuata amri zake na kujieka mbali na makatazo yake. Miongoni mwa yale ya ambayo Allah subhanahu wataala ametuamrisha ni kutuambia, kulu min tayibati ma razaqna. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika muntalaka huo huo, yeye na mitume wenzake wote waliambiwa wale vilivyokuwa vizuri. Na vizuri hapa inakusudiwa kwamba wale vya halali, watafute riziki ya halali. Halali wasimnyang'anye mtu, wasimdhulumu mtu, wasimwibie mtu na wasile vichafu wala vibaya. Lianna allaha tayibun la yaqbalu illa tayiba, Mwenyezi Mungu ni tayib ni mzuri hapokei wala hakubali isipokuwa kizuri. Katika jambo ambalo waislamu tunatakiwa tusiwe na wasiwasi nalo, ni jambo la riziki, jambo la kupata riziki. Lakini jambo hili ndilo jambo ambalo watu wengi huwa tunakosa imani nalo, na watu wengi tuna wasiwasi nalo na kuwa na wasiwasi na kutokuwa na imani na kadhia ya rizqi, ndiyo inayompelekea mtu kuyafanya yale makosa ambayo tumeyataja: kutafuta kisichokuwa cha halali, kudhulumu, kunyanyasa, kuchukua mpaka cha haramu, kwa sababu unahisi kwamba mimi siwezi nikalipata hili mpaka nifanye hivi. Kwa hiyo unapokuwa umekosa atawakul wal qanaa wa rida bima katabahu Allahu laka min alarzaq. Hivi vitu vyote ndio hukusukuma wewe kukupeleka pahala ambapo una unakwenda kumkosea Mola wako subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah alipotaja dhumuni na lengo la kumuumba mwanadamu katika aya alizungumza akasema, wama khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun. Sikumuumba majini na wala binadamu isipokuwa kwa lengo la kuabudu. Kisha alimalizia maneno haya kwa maneno mazuri, kana kwamba ndani ya uh, suala la kumwabudu kuliulizwa suala, sasa tukuabudu wewe, lafu tutakula wapi, tutaishi vipi? Kana kwamba kuna mtu aliuliza hivyo, riziki yetu nani atatupa? Alikasema, ma uridu minhum mirizqin wama uridu an yutaimun Inna llaha huwa razzaqu dhul quwwati lmatini sitaki kutoka kwao riziki nataka ibada sitaki wanilishe mimi ndiye nitakayewalisha katika hadithi alqudsi anasema kullukum ja'un illa man at'amtuhu nyote mna njaa nyinyi nyote hamuna uwezo isipokuwa yule nitakayemlisha mimi yule ambaye nitampa mimi na uwezo wake Allah anasema huwa razzaq

Hesabu itakuwa ni simple rahisi tu, wote from Adam mpaka binadamu wa mwisho, Allah atawahesabu kwa wepesi kabisa. Mmoja akauliza sual, kaifa yuhasibuhum hisaban yasiran fi waktin wahid, watu wote hawa anawahesabu vipi hesabu nyepesi, wakati mmoja wakati sisi tunajua kwamba unapo deal na mtu huyu unachukua muda. Nikasema nita deal na msikiti mzima, kila mmoja nimuulize labda maswali matano, utachukua masaa sijamaliza. Vipi Allah kuwahesabu na kumnakish kila mtu kadhia iwe wepesi? atawahesabu vipi kwa wakati mmoja wote? Akamjibu akamwambia, kama yarzuquhum, kama anawaruzuku wakati mmoja wote. So, fi waqtin wahid, kama vile wakati mmoja sote kila mmoja anampa cha kwake kati mmoja simple mathematics. Kwa Allah subhanahu wataala usimfikirie kama vile wanadamu, kwa unampa Allah sifa za wanadamu, na Allah laisa kamithlihi shaiun, Allah hafanani na wanadamu. Kwa hiyo wewe unafikiria mudir au manaja wangu akifanya kazi anachukua muda mrefu. Allah sio manaja wala sio mudiri

tena mpaka kwa wale ambao hufikiri wanakula vipi, wako ndani ya matumbo ya akina mama. Pia riski zinakwenda kule, walio chini ya mawe majabali, kwenye ardhi, baharini, bara, nchikavu, wote Allahu ndio Ar-Razzaq, na kuna jina lingine katika majina yake Alwahhab. Yani, kuna mengine unaomba, unaona Allah amekupa ulichoomba lakini kuna mengine unapata bila ya kuomba ndio maana alwahab aladhi yuti biduni suali ila aliyekupa hata bila wewe kumwomba unaona tu alafu unasema eh nimebahatika allah kakuletea subhanahu wa ta'ala yeye anataka kutoka kwako nini ibada na hiyo ibada usidhani kwamba unafanya ili kwamba yeye imnufaishe ye, ikunufaishe wewe mwenyewe

katika dunia nzima, uchamungu huo na ibada hizo zisingemnufaisha Allah na kitu chochote, kwa sababu mudira alipokuambia fanyeni kazi, manake production yake iwe nzuri, fanyeni kazi, manake apate faida, awe ni msaddir wa mustawrid a import na ku export. Ndio maana anakufuta kazi, kama umezembea, anaandika mwingine kwa sababu anapata hasara. Allah anapata hasara gani kwako? Wewe hasara unaipata mwenyewe.

binadamu na majini, alafu kila mmoja akaomba kwa Allah anachotaka, alafu kila mmoja Allah akampa alichoomba, asema katika hazina yake Allah hakutopungua chochote, ni kama sindano kuingizwa baharini ikachovywa, alafu ukaona kile kilichotolewa kinachorudi baharini, ndio kile alichokupa Allah, nyote majini na watu. Huyo anataka nini? Kwa hiyo masala ya riziki jis..., unatakiwa uwe utulie

Usiwe na hofu vipi? Una hofu riziki, na riziki na yeye, Mwenyezi Mungu amemruzuku mpaka ndege. Ndo mwingine kisema lau kanat arzaq tajri ala lhija halakna idhan min jahlihin albahaimu, kama riziki zinapatikana kwa akili nzuri, kwa werevu na uhodari wa, wanyama na ndege wangekufa njaa, kwa sababu hawana akili. Ndege hana certificate, wala hana stashahada wala hana cheti wala hana bakalirios wala hana PhD lakini ana shiba. Mimi na wewe tunafikiria kwamba mpaka uwe na akili nyingi eti ndio upate mali nyingi au usome sana. Sisemi kwamba kusoma ni mbaya, ni jambo la kwanza au msomi sana ndio. Tena nikuambie, walikuwa sio wasome hasa ndio wameandika watu walikuwa wamesoma. Wewe ukifuatilia matajiri wakubwa wengine hata kutia saini hawajui kusoma gazeti anaweza akaligeuza rasa ala ali eh, asema, yupo bwana mmoja alikamata gazeti hivi eh. Sasa kalieka chini juu juu chini, anasoma eh. Sasa akatizama kuna picha ya gari, sasa gari ukiweka juu chini chini juu, so leo kimetokea accident kubwa sana ya gari <laughs> <laughs> kumbe, kumbe gazeti gazeti ameligeuza, ile gari inaonekana iko hivi na huyu ni ani sahibu malayini kwa eh? hiyo eh, kusoma ni vizuri naam, ikra bismi rabbika lakini usichukue kipimo labda cha certificate mengi na ma PhD makubwa makubwa, au akili nyingi kadhani ndio Allah anatoa kutokana na vile la Allah subhanahu wa ta'ala ametakafal kwa kila mmoja

nyama yoyote iliyomea ikakuzwa haram haramu, motoni ndo pahala pake pa sahihi. Sisi tunaona kwamba uharamu, unaona una enjoi, unaiba, unanyang'anya, una dhulumu, unasema una wajinga ndo waliwao, una lazima uwe mjanja. Hapa ni mjini, wajanja kama sisi. Mzee yule umemwona, tumempiga juzi kwa kalamu tu. Yani unafurahia kuwaibia watu

Hatta yanfau Allahu bika aqwaman wayudharu bisababika al-akharin, wewe utaishi mpaka utapata watu watanufaika kupitia kwako na wengine watadhurika. Na kweli, baada ya pale mtume aliondoka miezi mitatu tu, mtume alifariki. Saad aliendelea kuishi zaidi ya miaka 40 baada ya pale mpaka akafungua Qadasia alisema na mtoto mmoja tu wa kike akawa na watoto zaidi ya 34 wa kike na wa kiume. Na angalia, alikuwa mujabu dawa. Wakati wa vita vya Kadasia kuna bwana alitoa maneno, anasema, we Saadi hujapigana na alikuwa na majeraha, umekaa tu huko, wanaume wanapigana kweli kweli, alafu wewe hukushiriki kitu chochote hapa. Saadi akasema, ya Rabbi, huyu bwana ulimi wake na mkono wake uzuie, anatuudhi ana, ana, ana, anatoa maneno machafu ekfina yeah? sharra lisanihi wa yadi. Anasema kulitoka mkuki kule ukampiga huyu bwana pale pale, mkono uliparalyze na ulimi ukawa hausemi tena, akawa bubu. Na si hilo tu Omar ibn Khattab alikuja kushtakiwa kwa sababu alimpeleka Iraq huyu kule, akawa governor Saad ibn Abi Waqas watu wakawa wanapeleka maneno kwa Omar. Miongoni mwa maneno nasema huyu bwana hata kuswali hajui. Angalia fitna, fitna za watu hizo. Unapokuwa kiongozi haya, ujue ya, yanakuja ya, ya, ya, ya tu. Uishaya Omar bin Khattab nasee hey, Saad, wameniambia annaka la tuhsinu tusalli. Ebu swali nikuone, Omar anaswali mbele yangu nikuone, unaswali vipi?

mfanye ufukara wake uwe mrefu, umri wake uwe mrefu pamoja na ufukara wake, namletee fitina mbele ya uso wake. Lakini ikiwa kwa sababu, if, big if, kaweka kwa sababu, anawezekana yule bwana hajafahamu vizuri, inawezekana anakufikiria tu, sio sio kosa lake, kadhani tu na yeye kaambiwa labda, basi bado anamhurumia. So, ikiwa kasimama kwa sababu ya riya ya Rabbi, fukara wa mrefu maskini wa mrefu na umri wake wa mrefu. Basi wanasema na rawi hadith katika tabiina anasimulia, anasema nilimuona huyu mzee umri umekuwa mrefu mpaka hajib zake zimedondoka, zimefunika macho yake mpaka haoni, alafu ni fukara wa kutupwa, alafu kazi yake kusimama njiani wakipita watoto wa kike vigori anawakamata sehemu, sehemu, nyeti, nyeti, yani mtu mzima hovyo. Hizi dua za sahadi zikamsi. Ukila vizuri, ukila halali, unakuwa hatari. Muogope sana mtu ambaye anakula chumo lake la halali, hamdhulumu mtu, akisema kitu laisa bainahu wa bainallahi hijabu